Leo tarehe sita ya mwezi huu wa tano 2025, mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam katika eneo la, la Kisutu ilikuwa ina chini ya hakimu mfawidhi muhini ilikuwa ime, inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi kuhusiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya ya kidijitali au kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kuto kutokuletwa kutokule mahakamani toka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Sasa eh, ilikuwa ni hoja za, za utetezi, za, za, za utetezi kwamba haki ya msingi ya mteja wetu ya kusikilizwa inakuwa ina imekiukwa kwani katika hatua ambayo kesi imefikia ambako ni tayari katika kuchukua maelezo yale ya awali ya kusikiliza maelezo ya awali kuhusiana e, na kosa na lenyewe, sheria ile ya mwenendo wa makosa ya jinai ina, inataka kwamba mtu huyo awepo mahakamani na aweze kusikilizwa na kuweza ku, kusaini nyaraka ambazo ambazo zinahusika kuhusiana na na hoja ambazo zinakubalika na hoja ambazo zinabishaniwa na mwisho wa siku ziingia katika kumbukumbu kumbu ya mahakama. Sasa upande wa mashtaka wa walikuwa wamesema kwamba kile ambacho kilifanywa ni sahihi kabisa na mahakama kwamba kesi inatakiwa inaweza kusikilizwa hata mshtakiwa akiwa ikiwa ndani, na kwa maana hiyo basi, mshtakiwa huyu yeye mahakama haijakosea kwa kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kimtandao mnamo ile tarehe 24 ya mwezi wa, wa 4 mwaka 2025. Sasa hizi ni hoja ambazo zilikuwa zinabishaniwa. Upande wa utetezi kwa maanisha vipengele vingi sana, haki ya mteja kusikilizwa, kuonana na mawakili wake haki ya ndugu na jamaa na marafiki na umma kuweza kushiriki katika hiyo kesi, na vilevile vile matendo ambayo maafisa wa magereza walikuwa wamezuia mawakili wasiweze kuwaona wa kumwona mshtakiwa kule ma, e, natika, katika gereza la Ukonga. Katika uamuzi wake hivi leo, hakimu muhini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi kwamba kanuni zile ambazo zimetengenezwa na jaji mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa zikiuki kitu chochote kile. Lakini akaendelea kusema kwamba yeye hana, mahakama hii haina mamlaka ya kuweza kuamrisha maafisa magereza namna gani ya kuweza kukaa na huyo huyo e, mshtakiwa kule magerezani. Basi akasema kwamba hiyo hiyo ni swala ambalo alikuwa alikusalia kuwa mbele yake lakini akaja akatoa amri akaja akasema kwamba kwam, kwa kutokana kuzingatia ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya sita a ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, na mazingira hapo, mteja amekuwa au mshtakiwa amekuwa akikataa kushiriki katika kesi hii eh, kwa njia ya, ya, ya, ya, ya kimtandao, na kutokana kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo mbali, zitakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa, eh, basi ha, eh, misingi ya haki na, na misingi ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa, wa mashtaka na vilevile mahakama iwepo, umma uwepo, uweze kuhudhuria kesi hiyo. Sasa kwa mazingio basi, ile amri ambayo ya, ya, ya kusikilizwa kesi hii kwa njia ya mtandao ambayo ilikuwa imetolewa na na hakimu mnamo tarehe 23 na 24 na, na, na, na ya mwezi ule wa, wa nne ile amri imewekwa ime, ime pembeni, na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea ita sasa kuanzia tarehe kumi na tisa ya mwezi ule wa, mwezi wa tano ishirini ishirini na tano itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani, kwamba Tundu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga kwa kuhakikisha kwamba analetwa hapa mahakamani siku ya tarehe kumi na tisa. Umma unakaribishwa kuweza kusikiliza kesi hii, lakini utatakiwa kuzingatia kwamba lazima ukae kwa amani, unasikiliza kesi kwa namna ya amani katika koti namba moja ya mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa Kisutu, na kwamba vilevile hata watakokuwa wako nje, basi waweze kukaa katika misingi ya amani bila kuleta vurugu yoyote ile katika mwenendo mzima wa kusikiliza kesi hiyo. Kwa hiyo basi ni kwamba mnamo tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tano 2025 mteja wetu Tundu Antipas Lissu anatakiwa aletwe mahakamani hapa, na kwa maana hiyo, kwa kweli, tunaona kama haki imetendeka kwamba mteja wetu sasa atafanikiwa kuwa na siku yake, siku yake mahakamani, wazungu atasema, a day in court, kwamba atafanikiwa kwamba sasa wale ambao wanamtuhumu basi waweze kuleta ushahidi wao na yeye vilevile vile aweze kujitetea, na sisi kama wakili wake tutakuwa tayari kuweza kutetea. Ndugu wa Kibatano anaweza kuendelea, ndugu waandishi wa habari na mahususi kabisa wa Tanzania kwa ujumla. E, tumefurahia kwa kipekee kabisa uamuzi huu wa mahakama ya kimu mkazi Dar es Salaam iliyopo Kisutu, kwa sababu kubwa moja, ni uamuzi ambao haukuwa mwepesi, ni uamuzi ambao ulihitaji e, ushujaa e, wa mahakama. Katika hoja zetu tulialika mahakama e, iwe kubwa, yani, we invite the court to be greater. E, na tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza na tunaamini imejijengea heshima ya kipekee sana siku hii ya leo. Heshima hii ni kama akiba ambayo imejiwekea, ambayo naamini itatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tu kwa kipekee kabisa tushukuru mahakama kwa ujasiri, tumshukuru Mheshimiwa Muhini na tumwombee aendelee kuwa na ujasiri huo kwa sababu e, kesi hii kama tulivyosema, inafuatiliwa na e, watu wote wa ndani na nje ya ya nini ya Tanzania. Kwa hiyo heshima hiyo hajajengea ndani ya Tanzania tu, hata nje ya Tanzania, kwa sababu wote mmeona kulikuwa kuna toka Mheshimiwa Lissu eh, afikishwa mahakamani, kumekuwa na international observers kutoka taasisi mbali mbali. Eh, East African Law Society, mabalozi uh, kwao wale wote wanabeba eh, reflection ya kwamba basi, angalau eh, mahakama zetu zinaweza kuwa na ujasiri. Kwa hiyo kwa hilo tunashukuru tuna sana, lakini pia tuendelee kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya kwa sababu eh, hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi. Wajionye sana eh, wameshamfikisha huyu mtu eh, kupitia kwa wahusika wa kisheria mahakamani, basi waache mahakama ifanye eh, kazi yao, halafu majibu yatakayotolewa sasa ndio wanaweza kwenda kuyazungumzia huko barabarani. Eh, lakini pia eh, t -t tuna report kwamba tulitoa ahadi kwamba tutapigania haki ya umma ya kusikiliza kesi kwa sababu eh, inge set a very bad precedent, kwa Kiingereza, yani ingetoa misingi mibaya sana kwenda kwenda mbeleni, maanake ndio ungekuwa sasa ni, ni mtindo kwa. Tuna tuliahidi kwamba tutapigania eh, haki ya wananchi kushiriki kwa mjibu wa sheria, ambacho saa hizi ni maarufu kabisa, kifungu cha ma kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai, sura ya 20 ya marekebisho ya mwaka 2022 kifungu ambacho kinatoa haki ya wananchi au umma kushiriki katika e, mashauri ya, ya jinai. Kwa hiyo tunafurahi kwamba tumetimiza hadhi yetu kwa ujumla wetu kama jopo. Kwa hiyo nafikiri at least katika aspect hiyo hatuna hatuna deni. E, sasa e, kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu, tunawaomba e, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajikondakti properly yani wajitahidi kuwa na nidhamu sasa, wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe 19, waje kwa utulivu, ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tunakwepa, tuna kitu kama hicho. Wajitahidi waje kwa wingi, karibu sana na nafasi navyoelekeza, lakini e, watakapofika basi wajitahidi e, kubehave kama nilivyosema, ili wasituangushe sisi mawakili ambao tume E, tumefanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na me, tute, tume, tume, tume, tumefikisha natumefikisha ile gudumu hapa likofika. Tunawashukuru pia waandishi wa habari, e, kwamba pamoja na magumu yote ambayo mmepitia, tunajua baadhi yenu mlikuwa physical assaulted, mmezuiwa. Tunafahamu kwa mfano kuna mtu mmoja — sitaki kumtaja jina lake — alizuiwa kabisa na askari fulani kwamba wewe hutaruhusiwa kuingia. Nafahamu, kwamba take up that matter huku e, kazini kwake wamewasiliana me, na taasisi ambazo zilimzuia tunaopo, wame resolve lakini, tunawashukuru kwamba mmekuwa steadfast e, na kwamba kesi kulikuwa kuna hatari ya kuendeshwa katika namna tuseme, tafsiri yetu ilikuwa ni ya kificho, lakini nyinyi mmetusaidia sana kudiseminate e, mwenendo huko nje, na mpaka kila mtu akafahamu. Kwa hiyo mchango wenu ni wa muhimu sana, kwa tunaomba tu lakini pia tunawapa pole kwa, kwa yale yote basi zaidi hayo, tunawatakia kazi njema na Mungu akituongoza, kutatatanre kumi na tisa mwezi wa, mwezi wa tano <coughs>